Historia ya Yanga na mechi za bure imekaja, mi naona imenipa mm, wakati mgumu. Nimejaribu kukumbuka mechi zote za Yanga ambazo waliruhusiwa kuingia bure, ni mechi zote ambazo wameenda kupoteza. Na unajua kibaya zaidi mechi hii Yanga walipoteza ugenini, kwa hiyo kwa namna yote, hakuna sehemu ambayo inaweka salama zaidi ya kupata ushindi, na si ushindi tu, ni ushindi ikiwezekana, labda goli mbili bila, ili kuweza kupata nafasi ya kwenda kucheza group stage. Na ukiangalia uh, mazumuni ya Yanga msimu huu ulikuwa kwanza kuingia group stage ndio kitu ambacho watu wanakifikiria na wanakitegemea kukipata. Ukiangalia Yanga namna ilivyocheza mechi ya kule uh, dhidi ya Silver Strikers, unaona kuna kitu alikikosa, lakini unaamini mechi ya Jumamosi wataweza kuboresha na wataweza kupata ushindi. Sasa ukija kwenye hizi rekodi za bure, wakati mwingine ndo zinajaza watu na kuwa wachezaji kupata presha zaidi, kwa sababu hii mechi pia ya presha nilitegemea, na taratibu wao watu kuingia na hela ili kupunguza hiyo presha kwa mashabiki, kwa wakati mwingine wanakuwa wingi sana, wanaweza hata kuwazumia wachezaji au kuwaharakisha wakati wa matukio. Lakini nafikiri kama management watakuwa wamekaa wamelitafakari na wameliona, wameona uhitaji, ndio maana wameamua kuiweka bure. Kwa hiyo tunaheshimu maamuzi ya management. Uh, japo rekodi inaonyesha kwamba Yanga wanakuwa hawana wakati mzuri wanapokuwa wakiruhusu kuingia bure. Nikikumbuka mechi ya nafikiri na Mazembe ilikuwa bure, Yanga wakapoteza. Nakumbuka mechi ya Kirumba pia yeah, na Piramidi ilikuwa bure, Yanga wakapoteza. Uh, nafikiri kuna mechi hata na Mamelodi ilikuwa bure, kitu kama hicho mm-hmm. Yanga walipoteza. Kwa hiyo bado hawana rekodi nzuri inapokuwa pale anapoingia bure, lakini naamini uh, kuna namna nafikiri management mtu watakuwa wamekaa wameona kuna kitu cha kuongezwa wakiwa na mashabiki wengi ili kuweza kuifanya mechi ile kuwa nyepesi. Uh, kimsingi Yanga wa, bado wanayo ya nafasi. Unajua, ukiangalia watu wanakuwa kama wamekata tamaa washabiki, lakini mpira huwa uchezi vile, kwa sababu unaangalia karibu ya wachezaji wa Yanga mmoja mmoja, mmoja, ukilinganisha na wale Silver Strikers, unaona kabisa Yanga bado ya nayo nafasi na goli moja sio ushindi mkubwa sana wa kufanya mtu upoteze matumaini. Kwa hiyo tuamini na tuheshimu maamuzi ya management Uh, lakini na imani Yanga wanaenda kufanya vizuri Jumamosi na kuweza kuingia hatua uh, uh, ya makundi kama ambavyo ndo malengo timu zetu za Tanzania nne ziweze kuingia hatua ya makundi kwa ajili ya kuweza kusementi zile nafasi zetu ya kuwa na timu nne kila msimu mm.